I hope umeshawahi kukutana na hiki kitu au hii video au hii picha ya TV ikiwa inaonyesha hii animation, na kwa bahati mbaya haujui namna ya kuweka hii animation kwenye tv yako, na yaweza kuwa kuna watu wanawahi kukudanganya kwamba wanakuelekeza namna ya kuweka hii animation, lakini ukipita kwenye video zao hamna chochote cha maana wanachokuonyesha, it's like wanakutamanisha tu, lakini hawakuonyeshi kitu cha maana. Sasa mimi leo kwa ufupi kabisa nakwenda kukupa option tatu za namna ya kuweza kuweka hii animation kwenye tv yako ili na wewe uweze kuenjoy. Kwanza kabisa, hizi animation zinaitwa fireplace screen saver ambazo majority wanaziweka kwenye TV na skrini mbalimbali na kuna njia tatu za kuweza kuweka hizi fireplace screen savers, ambazo zitaweza kufanya wewe uweze kuinjoi mwonekano mzuri wa TV yako, lakini sio tu mwonekano mzuri, lakini utaweza kupendezesha sebule yako au rumu yako kwa TV yako kuweza kuakisi au kuonyesha hizi animasheni ambazo ni nzuri, ambazo zinaitwa fireplace screen savers. Njia ya kwanza ni kwa wenye smart TV. Kama wewe una smart TV, unachotakiwa kufanya ni kuingia kwenye app store ya tv yako, then una search app ya fireplace. Ukisearch application ya fireplace itatokea, then utaweza kuinstall hiyo application. Baada ya kuinstall hiyo application, uta uta accept au kufanya setup ambazo ni chache mno. Baada ya kuwa umesha install hiyo application then utaweza kuiwasha na tayari utaweza kupata hiyo fireplace screen server kwenye tv yako. Kwa hiyo hiyo ni application ya fireplace ambao unaipata kwenye smart tv na hiyo ni njia ya kwanza. Njia ya pili kama una smart tv pia, uh, unaweza ukaingia YouTube, ukaingia kwenye application ya YouTube. Utakapoingia kwenye application ya youtube utasearch fireplace videos. Utakaposearch fireplace videos utakutana na videos nyingi sana nyingi sana, kama unavyoona hizi hapa, ambazo ndo zina hiyo fireplace animation au fireplace videos. Na kwa kawaida hizi videos waga ni ndefu sana, nyingi kuanzia masaa matano sita mpaka masaa kumi na tatu. Ao utachagua video yako ambayo umeipenda kutokana na preferences zako na unataka chumba chako au sebule yako ipendeze vipi, then uta play hiyo video. Kwa kuwa ni ndefu, utaweza kuenjoy kuwa na hiyo animation kwenye tv yako kwa muda mrefu zaidi. Hiyo ni njia ya pili na njia ya tatu ni kwa wale ambao hawana smart tv au wewe una smart tv, pia unaweza ukatumia njia hii. Ni kwamba utaingia katika kompyuta yako au katika simu yako, utafungua YouTube, utasearch fireplace videos, utaona videos nyingi kama kawaida, utaangalia video ambao umeipenda, utaisearch, then utaidownload. Namna rahisi ya kudownload video kwenye YouTube ni kwa kutumia save from net, kama vile mimi ninavyofanya hapa. Utaselect video yako, utaidownload, ukishaidownload utaiweka, utaweka kwenye kwenye flash kwenye flash drive yako then utaweza kuichomeka kwenye tv yako, it is whether smart tv or tv ya kawaida. Baada ya kuchomeka flash yako, utaweza kuplay hiyo video, na tayari tv yako itaweza kuonyesha animation ya fireplace. au itaweza kuplay hii fireplace video, na hiyo ndo namna kwa njia tatu ambavyo unaweza kupendezesha chumba chako au kupendezesha sebule yako kwa hii fireplace animation. Karibu Kasoma On Tech kwa tips nyingine nyingi za maswala ya teknolojia kwa ufupi na kwa lugha rahisi kabisa ya Kiswahili ambayo kila mtu